Simba mekangwa, Simba meuawa, bonge moja la bao ambao limeanzia kwa Faisal Salum, asisti Mujarab yanasolo Sadun, alipotokea Jafet Kitambala Bola. Ni eneo ambalo alikuwa na hatari, lakini pia akaingia kwenye nafasi, ndio kazi anapaswa kufanya kama mshambuliaji, wakati ambao walinzi wa Simba walikuwa na kukabia kwa macho lile eneo la hatari ambalo dmao mkami jefte

kati ya bao uzuri kabisa, Suleiman alicheza mpira mrefu ule, wakakataliwa legend imidi bom kami akamwekea Jefte pasi kwa Nasr Sadun kama anaingia akampiga fi nado shakalaka bom bomba ile mshale mkuki simona uwawa Simba wana garagazwa, Simba wana tepeta, Simba wana vurugwa, Simba wana kaangwa na kungutwa! mbili sifuri, iyo siyo, ai ai, scoreboard mbili sifuri, Azam Football Club, Azam Football Club wana walambisha Simba, ayan Simba mweusi, jonathanisoa Gomez, Selemani mwalimu Selemani mwalimu anaingia ndani kule, cheza imidi mao mkami anafechi imemalizika, msizima dabi palipo na sifuri na sifuri. Maana yake ni hakuna kitu Simba, hakuna kitu Azamu ya frolei benge mbili, yaani ni sifuri kwa mbili, mtu wangu torsaadun, kilio cha mtu mzima, Shabiki wa Simba machozi yanamtoka jicho jekundu, akisema Simba utaniua, mtanizika nikiwa mzima mzima.